Baada ya kuthibitisha kwamba hii leo Papa Francis amefariki akiwa na umri wa miaka 88. Sasa inakuwaje papa anapofariki? Mwana wa Argentina George Mario Bergoglio amefariki asubuhi ya tarehe 21 mwaka huu 2025 na tano. Kiongozi huyo wa kanisa Katoliki alikuwa ameshatangaza tangu mwaka 2024 Aprili, kwamba anatamani kubadilisha mila za mazishi ya papa kuanzia na kifo chake. Kwa sasa taratibu hizo zinaongozwa na kitabu kiitwacho Ordo Exsequiarum Romani Pontificis kilichochapishwa mwaka elfu mbili wakati wa Papa Yohana Paulo wa pili, pamoja na sheria ya kanisa itwayo Universal Dominic Gregis ya mwaka 1996 ambayo inaeleza wazi wakati kiti cha kipapa kinapokuwa wazi na jinsi papa mpya anavyopaswa kuchaguliwa. Je, kifo cha papa kinatangazwa vipi? Wakati papa anapofariki, kuna mfululizo wa hatua rasmi zinazofuatwa, na hizo pia zilifanyiwa marekebisho na Papa Francis, kama alivyoripotiwa na jarida la Le Pelerin la nchini Ufaransa hatua hizo ni moja, uthibitisho wa kifo cha papa kisheria. Kardinali anayehusika na matangazo ya Vatican akifahamika kwa jina la Kanalingu ndiye anayethibitisha kifo rasmi cha papa. Kardinali aliyetangaza kifo hiki ni Mwingereza Calvin Fari, kwa kushirikiana na mkurugenzi wa sherehe takatifu za Vatican wanakagua na kuthibitisha kifo cha papa, kisha wanaandika hati rasmi ya uthibitisho. baada ya hapo pete aliyokuwa akivaa papa kama alama ya mamlaka huvunjwa kuonyesha kwamba enzi yake imeisha rasmi. Mbili, kutangaza kifo cha papa hadharani. Kifo cha papa kinatangazwa hadharani kwa kupigwa kwa kengele za kanisa kuu la Mtakatifu Pedro, kama ilivyofanyika hii leo baada ya uthibitisho wa taarifa hizo. Ingawa hakuna sheria ya lazima kuhusu mavazi, inatarajiwa kwamba watu watavaa mavazi meusi kama ishara ya maombolezo, lakini wakati wa vifo vya papa Yohana wa Pili na Papa Benedikto wa 16, mwaka 2022, hili pia halikufanyika. Maandalizi ya mazishi yake, nambari tatu. Hili hufuatiwa na siku tisa za maombi zinazoitwa novendialis, ambapo kila siku hufanyika misa ya kumwombea papa. Papa Francisco alikuwa ameeleza kwenye runinga ya magazine n plus, mwezi Disemba 2023 kuwa angetamani kuzikwa katika kanisa la Bikira Maria mkuu Sainti Mari Majero karibu na sanamu ya Bikira Maria Vatican. Alisema mahali watakaponizika tayari pameandaliwa. Kanisa hilo linajulikana kwa kuwazika mapapa saba waliomtangulia kwenye eneo hilo. Wakati wa kawaida, mapapa huzikwa katika majeneza matatu yaliyo ndani ya kila mmoja, lakini papa Francis alitaka azikwe kwenye jeneza moja tu. Alisisitiza kwamba mazishi ya mapapa yaondokane na ufahari kama ya kifalme, na badala yake yawe na unyenyekevu na yaonyeshe roho ya upendo wa Kristo. Ndivyo ambavyo papa alitaka maziko yake yawe ya unyenyekevu na si ya kifahari kama ilivyokuwa hapo kabla. Hii ni Msasa Online.